Jacqueline Msongozi kutoka kambi ya walio wengi na Mheshimiwa Agnesta Kaiza kutoka kambi ya walio wachache. Mheshimiwa Spika, matokeo ni kama ifuatavyo: idadi ya kura za hapana sifuri izoharibika mbili kura za ndio 369 Asante, asante Asante, na hii inafanya idadi ya kura zote zilizopigwa kuwa 371. Hivyo Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lamek Nchemba amethibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu kwa jumla ya kura 369. Mheshimiwa Mwigulu, karibu tashukurani, na ukimaliza kaa kwenye kiti chako rasmi.